Hio bwana vipi nakwaya, ndugu msikilizaji na, na mtazamaji wa Coast Digital Media, kituo nambari moja kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu tofauti tofauti. Juo bwana tumeweza kupata kwamba kuna stori ambayo ina trendi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni kutokana na star wa mziki ambaye ni Zuchu kutoka kule nchini Tanzania, ambao aliweza kufuta kwenye ukurasa wake ya Instagram na akaweza kutoa maandishi ya signed under WCB na kuweza kuachia tu hivo ikiwa wazi. Wengi wanaomfuatilia Zuchu wameweza kusema kwamba huendeka ni ishara hayupo tena kwenye lebo hiyo ya WCB, lakini ni kwamba kuna lebo ya WCB yenyewe imeweza kuweka wazi kwamba Zuchu bado yupo kwenye lebo ya WCB licha story ambazo zinakuwa zina trend kwenye mitaa. Na ni kwamba lebo hiyo imeweza kuonyesha bado ina mahusiano ya karibu na msanii huyo, kupitia kwenye ukurasa rasmi wa WCB wameweza kuposti kwamba yeye basi kwa sasa yupo kwenye lebo hiyo. Kumbuke kwamba pia kunayo msanii ambaye ni mb ambaye pia ameweza kusema kwamba Zuchu yupo kwenye lebo ya WCB, na haijafikia kwamba muda awezi kujitoa, na ni kwamba inapo itafikia muda, basi atakuwa anajitoa, basi wengi sana watakuwa wa wanazipata zile taarifa. Lakini Zuchu mwenyewe pia hajaweza kulizungumzia swala hilo, ikiwemo kwamba pia lebo ya WCB iliweza kuweka pale na ikaweza kuweka picha ya Zuchu akiweza kufanya challenge ya ngoma fulani hivi, na ukumbuke kwamba Bia imeweza kutolewa taarifa kwamba kwa sasa Zuchu atakuwa anafanya eh, kolabo na msanii mwingine mkali kiashiria kwamba pia WCB itakuwa inasaini msanii mwingine wa kike ambaye atakuwa na joy kwenye lebo hiyo na kuweza kufanya kolabo na Zuchu. Hiyo ndio story ambayo tumeweza kuandalia. Tutakuwa tunakutafutia umbea zaidi ambao tunaupata. Cha msingi tu hakikisha kwamba endapo toka mtu wa kwanza kuweza kufika hapa subscribe, comment, share, alafu tutakuwa tunasonga mbele. Mimi naitwa Marandu Kazungu na hii ni Coast Digital Media, kituo nambari moja kinachokupatia taarifa zote zinazojiri kwenye nyanja tofauti tofautitofauti.